<laughs> <laughs> <laughs> Ndo ukaona mwenyewe ujipikilishe, uniletee, si ndio? <laughs> Sasa yani, mimi nilikuwa natamani nipike kitu kizuri kitamu, ili ukila usinisahau kilichotokea. Sasa <laughs> sitakieta kukumbuka, imeona? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tuile, unajua chukua tu mamba, pokea nikasema, ile <laughs> humo, so mchezo mama we, nimeenda kumbusa kijiko cha kwanza tu, lakini kilikuwa kitamu bwana. Utamu gani? Amna utamu wote, magadi, chakula kimejaa magadi. <laughs> <laughs> Kwanza mimi nimeshangaa, chakula mbona kina ladha, kina rangi ya biriani, sio biriani, ukaweka nini? <laughs> Kwa hiyo no, wewe uliamini bonge la shefu. Sasa je, hicho kutana nacho sasa. Aacha kabisa shida. Ulikula kingi sana, aulikula kingi jumani kilikuwa yeah, like <laughs> kizuri lakini. Mm -hmm. Kwa sababu gani? Unajua, mi nilifika pale wakaniambia hichi chakula I mean, vile viungo vina ladha nzuri, nzuri. Mm -hmm. Na harufu inakuwa nzuri na ukizingatia mi nikuwa namwona dada anaekaeka mimina <laughs> vyote nikachanganya, nikasema, hapa sasa, ili kiwe kitamu vizuri zaidi nizidishe viwe vingi <laughs> nikachanganya vyote ili upate ladha iliyokuwa bora zaidi. Ilikuwa ladha bora kabisa, kizuri mrembo, na maneno mazuri. Mimi acha basi, kama usingekula kile chakula leo hii tusingekuwa hapa mi na wewe, ni eh. Hey, kweli kweli kabisa. hata nguo hapo kwenye nguo sasa, unajua kitu gani kilitokea? mm. ilikuwa kila nikipiga pasi ile nguo inakuja inaganda, ina, ina kwenye pasi. nikaona wee usigutanii, nikanaacha pasi inapata moto mwingi, afu nazima natulia kwanza, nakuja na pasi. Oya, nilijipa mtihani unajua <laughs> ilikuwa mi nilijua, unajua, nilivyonyanyua ile shati jeupe ye ye ye, um, um, um, um, jekundu yenye mfito mweupe chini mm -hmm. naangalia hapa chini kwenye pindo mm -hmm. imejikunja kunja mithili ya kuungua nikasema, <laughs> eh? kama hili liko hivi basi hizi nyingine <laughs> zote zimeungua hizi. Sasa taratibu nanua huku naomba Mungu moja moja, lakini <laughs> <boja. laughs> like, you know, unishukuru nimekusaidia mana <laughs> yeah. we upigagi pasi adia kusaidia, ndio u unajua kupiga pesa moja moja, sio zote. Nilijipa mtihani, ilikuwa kazi mpaka kuja kumaliza, lakini nikasema lazima nifanye kitu bora zaidi. Kweli bora uone, lakini nilikusaidia. Umetumwa na nani unisaidie? Sisi upendo

Yule ni kicha yule ni kichana na tamaa ya pesa yule ni hela tu yaani ni bomba hela tu kila kitu kikaa sawa na ndio maana nashukuru hata alivyoondoka ametupa nafasi ya sisi wawili kwa pamoja. mm. lakini kweli, ina maana ulikuwa unanipenda kweli Amenifunza kitu kikubwa sana, amenifunza kwamba chochote kile ambacho unachokipambania nakasa, usikate tamaa na mm -hmm. Uongeza juhudi kwenye kile unachokipambania. Amenifunza kitu sana, katika hichi ni mapenzi. Ni kwa njayo, kwa sababu hisia zangu zilikuwa wazi, ilikuwa ni rahisi sana kwa mtu yote le kugundua <coughs>

Siamini hichi ninachokiona. Shikamo. Sina haja ya shikamo yako. Baba. Eh, Sarafina. Baba. Hivi kwa leo unamuelewa? Mimi nashindwa hata kumuelewa Abi. Abi umekuwaje mdogo wangu? Kama ulikuwa unataka kupanga, si ungemwambia tu baba ukweli, ilikuwa ina haja gani umdanganye sasa? Baba, haipo hivyo unavyoona. Haipo hivyo unavyoona baba. Ipoje? <laughs> Umetaka pesa kwa ajili ya kufanya biashara, hii ndio biashara umekuja kufanya? Nitafanya, nitafanya biashara nitafanya baba, nitafanya. Iko wapi hiyo biashara ambayo utafanya? Nitafanya baba. Abigail, kweli umeamua kuondoka nyumbani kuja huku kweli? Yani muda wote mi nimepoteza huo kweli? Sarafina, we unamwelewa ndugu yako? Ni shida hata kumwelewa baba, sasa Sara ungebisa nini? Wewe usitaka mwenyewe mimi nafanya ajabu. Taarifa zako nazo na ninajua uko kitu gani ambacho umekifata. Abigail we sio mtoto wangu. Hapana baba naomba tafadhali usiseme hivyo. Mi bado ni binti yako baba. Naomba usiseme hivyo baba. Na kuomba usifanye hivyo baba. Mimi ni binti yako na Sara. Kweli? Yani umeamua kufanya hivi? Baba, ipo hivo, ipo, ipo, nielewe. Ipoje? Mimi ni binti yako baba. Na kuomba.

sababu kubwa sana ya ndugu yako kufanya mambo ya kijinga namna hii kweli. Yani pesa yote nimepoteza, anaenda kufanya upumbavu namna ile na wewe huko. Lakini baba, mi sio kosa langu. Kumbe kosa la nani? Niambie, kosa la nani eh? Kama kweli ungekuwa unamwelekeza ndugu yako vizuri, akifanya yale aliyofanya. Mmepoteza pesa nyingi kwa ajili yake, pesa nyingi, alafu anaondoka aende kufanya ujinga namna ile. Abigal ah, abi gal, Abi. Mi kwa kweli, yani, hili swala limeniumiza sana, limeniumiza kiasi kikubwa kweli. Basi baba, naomba unisamehe, mi nitajaribu kuongea na Abi. Umechelewa, umechelewa wee. Mpaka mtu mkwenda kukaa kule, unafikiri kuna kuna triangle kinaendelea, alafu unajua kabisa kwamba anakwenda kule kwa sababu gani? Kweli Sara. Vitu vya namna hii sivipendi vikafanyika, siku nyingine una mtu aipu kwenye mazingira yale. Mtu anatoka nyumbani anakwenda Lea. Lea. Hey. Hivyo una shida gani na mimi? Mimi tena Abi. Hujui ulichokifanya? Hujui ulichokifanya nakuuliza. Sasa mimi nitajua. Wewe umekuja bila salamu unaanza kufuka. Mimi nitajua nimefanya nini na wewe. Kwa nini nikusalimie? Sio wewe unaenda kuambia wazazi wangu wapi naishi? Na mimi nilijua, mimi nilijua, haya niliyajua toka mwanzo, hukuwa unafurahia maisha yangu, mimi ulikuwa unanyonea wivu, na ndio maana ukaenda kuyasema yote hayo, kwani uongo Usiongee, ulikuwa unajisikia vibaya si ah, na, oh, tu umetafsiri vibaya. Kwa nini jisikie vibaya sasa? Kwa nini sasa uende kusema? Ah, mimi nimesema kwa sababu nilikuwa nakulinda wewe. Unalinda kwa lipi? Hivi kuna maendeleo gani ambayo mtu anaweza kukufanyia aende kugombanisha wewe na familia yako ah, maendeleo ni maendeleo yapi? Nikuelewi kipi leo? Umeshaniharibia. Umetafsiri kwa mfano, ungepata matatizo, mimi nilikuwa na hofu hiyo, sio tatizo. Hadi mimi nimesema sawa, lakini mimi sijua kama wewe utachukia mimi nikiwaambia. Uh, unajua nitafurahi, eh. Kitu unajua kitu gani babangu kaniambia? Unajua kitu gani kaniambia? Kaniambia kuanzia sasa hivi mimi sio binti yake, tufanane, tuwe sawa. Ndo unachokitaka kwa sababu ndo unachokitaka na nilikuwa natoka mwanzo. Mimi nilijua haya yote na ndo maana ukutaka kushirikiana na mimi. A, ulikuwa una a, ulikuwa una wivu, dada, ulikuwa una wivu, nilijua. Naomba unisikilize vizuri, nisikilize vizuri na ndio maana mimi siku ya kwanza nilipokuja, nikakueleza jambo langu, ulikuwa uko kinyume na mimi, kwa sababu kama ungekuwa unanipenda ungeungana na mimi toka mwanzo. Kumbe ulikuwa unayakwako unayapanga. Nashukuru sana wewe. Si umemwa iwe mbaya. Acha iwe mbaya, furahia maisha yako, ni furahia ya kwangu, niache niteseke, niendelee hivi hivi kuteseka, kwa sababu hiyo ndio furaha yako. Mimi wewe ni rafiki yangu, dogo hili ni dogo, mimi kutelekezwa ni dogo, sina baba Furahia maisha. Nashukuru sana jamani. Kwa hivyo yani, bora nimekukuta wembe. Mfupi mtoto mfupi kama nyama za mishikaki. Sasa nisikilizi huko nilipotoka huko, kiguu na njia, sio kama nimekuja hapa mwenda azimu. Na akili timamu, lile swala ulilokuja nalo pale, ukajifanya u Mpemba, mimi nina mimba, sijui nini, nime discussion yani, nimelifikiria kwa makini. Yani nakuambiaje, hiyo mimba tunatoa sawa, eh? Umemaliza nilivyoanza nilikwambia, muone hmm? Hivi sasa nisikize kwa makini, Mpemba, mi mimba sitoi. Mimba sitoi amuona, tukiamua Fanya unalofanya, sema unayosema, maneno yako mzaumi ataya ya nchomi na unakawa nipiga makele katika masikio yangu, mimba sitoi ah. Ushanielewa eh? kama haa nao wamekutosha basi, mzomi sinataka kuniuguza, umenielewa eh? sina hata kumwambia nipe maji wakati naumwa, sina kwa, kama ulikuja kwa kuja kuniambia nikatoe mimba, mimba sitoi, babangu hapa hmm. Ishafika imefika mali pake na na baba akapata mtoto wangu habari hmm. hiyo mimba sitoi hiyo. Kama ulikuja na hilo, basi na mimi nakupa jibu langu kwa, mimba sitoi, sitoi. Wewe tatu, nisikilize nikwambie, yaani wewe usiponzeke na ule utajiri wangu hapa mtano. Nanijua mimi tajiri, nina hela, nina nyumba zile nachukua kodi. Sasa wewe usitake utajiri wangu uniponze, yaani wewe usije kuniletea mimba kwa sababu ya pesa zangu. Hiyo mimba tunatoa sikutaki, wewe? Afuate wewe mtu mzima una utu uzima gani na msuli wako huo? Eh? Hivi umetoka kabisa uko na wai tu. Nge nge nge nge Naenda kwa dada nikamwambia atoe mimba. Sasa ni hivi. Mimba sitoi Mpemba. Fanya na tukifanya, amuona lolio amua, vitendo ninavyovitenda. Mimba sitoi. Mimba utatoa. Sitoi mimba. Sasa nakwambia hivi. Mimba sitoi Mpemba. Na watoto Zanzibar hivi. Sitaki hiyo mtoto wako, hiyo mbegu mimi sielewi. Oui. Yani Tatu, nachoomba nielewe nachokiongea, usifanye lemba jeusi kwangu mimi eh. We, Tatu, uh -huh. Amai, wewe Mpema. Tatu nisikilize. Wewe Tatu nisikilize wewe, maarufu sana hapa mtaani, kila kona ukipita, Tatu katatuka, Tatu katatuka. Sasa kama hiyo mimba hujatatukia kwangu, huwe uliomtatukia hiyo mimba, ndio ukampe hiyo mimba. Sio yangu Tatu, sitaki kuzaa na mbegu kama hizi We mwanamke gani unalazimisha mapenzi? Ina maana utajiri wangu vi uniponza kwa sababu umeona Mpemba ana nyumba sijui pale, anachukua kodi, ana mihela, ndo anataka kuniponza? Sikutaki mimba, sitoi mimba, sitoi mimba, sitoi, sitoi! nimesema mara ngapi Tatu? Ndo hivo Tatu. Nitakuroga, we nimesema mimba sitoi. Mpemba, nakwambia hivi eh, nitakuroga, sitaki kuzana weeka

Najua nimekukosea, ukustahili hayo yote baba yangu, naomba unisamee baba yangu, nisamee mimi. Leo yuko hapa kwa sababu yangu, najua ni ujinga wangu mimi, baba, ndio maana uko hivi, naomba unisamee baba yangu.

Abi, hali ya baba ni kama hivyo unavyoiona. Nakuomba kwa sasa hivi ni bora ukae mbali na baba kwanza, kwa sababu naona kila unavyozidi kuwa karibu na baba unamzidishia machungu. Abi, Abi, bahati nzuri ni kwamba umeshapanga chumba chako, nenda kaishi huko mpaka pale nitakapokupigia simu kukuhitaji ni nyumbani. Abi, naomba unielewe. Naomba Aby sihitaji discussion na wewe. Naomba unielewe katika hili. Sina la kuongea. Ama uende.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 inayotesa bila huruma, ila konde nimepiga nikihope mbivu nitachuma. Mwiba wa mapenzi, mwiba wa mapenzi, ah, mwiba wa mapenzi. Ah, mwiba wa mapenzi. Eh, eh, wanichoma moyoni furaha sioni ikija ni kidogo kidogo.